Huduma ananisisitiza yeye, hapa kuna nini? Kuna mnara ananiambia pale, mawasiliano ya Halotel yapo, labda watoa wa huduma wengine, lakini nimefika hapa jamani, hamna haja ya kuongea, nimejionea mtandao wa Halotel kweli upo, lakini wakubabaisha. Sio kwamba haupo, upo wa kubabaisha. tusifungwe kutumia aina moja ya mtandao. Dkt. Samia anachokitaka ni kuhakikisha wananchi wote wa Tanzania hii tukiwepo sisi wanaitindi hapa, tukiwepo wa Mkwamba yote tuweze kupata mawasiliano ya uhakika. Kwa hiyo na wao, watoa huduma wengine wote ninawapa mwezi mmoja kuleta taarifa ya lini wanakuja kuweka vifaa vyao kwenye hii minara tulionayo, na wahakikisha wanaweka vifaa vyenye nguvu ya kurusha hapa tulipo, kwa sababu inawezekana ule mnara nimeuona umekwenda juu sana. Maana yake unaweza ukatupa signal mbali zaidi, na wanaitindi tuweze kunufaika.